Tajiri, mkononi kwangu nimeshika wireless wireless power wireless power banki. Ama power bank za kuchaji bila ya kuchomeka waya. Hizi ni maalum kabisa kwa wale wenye iPhone, tajiri yangu. Ni special zaidi kwa ajili ya wenye iPhone. Kapasiti yake ya ndani jamani, ni miliampia elfu kumi miliampia elfu kumi. Bei yake ni shilingi elfu 45 tu elfu 45 tajiri, kama unazihitaji hizi nipigie 0656948190. Hizi ni mtumba tajiri yangu, lakini ziko complete na kila kitu chake kila kitu chake, miliampia elfu kumi kama unavyoona. Hii unaweza ukaweka nyuma tu ya simu yako alafu inaganda, simple kabisa kubeba sehemu yoyote kwao. Kama unahitaji mzigo niwapa tajiri yangu, ni mtumba lakini inakuja ikiwa complete kabisa, alafu mzigo ni UK kama unavyoelewa, mimi vitu vyangu ni quality zaidi, tajiri yangu. Nakupa kitu urizike roho yako, mtumba lakini iko complete. Kama unavyoona hii, na ganda tu nyuma ya simu yako hapa. Kwa kama unazihitaji tajiri yangu, nipigie 0656 948190. Kama una simu ya kawaida, unaweza kuchomeka hapa zenu, katumia simple kabisa. Waya haraka sana. Dukani kwangu janja ni kwa hi, tajiri hitajiri.